sana kuzungumza naye. Sio mambo vipi? Mambo poa. Ah, kwema lakini. Fresh kabisa alhamdulillah. Ah. ni mume wangu namshukuru, okay. kwa upendo wake ananipenda ananijali. Unajua ah. ukipendwa lazima upendeze ungae maisha mm. Yeah. Ma, ndoa yana ya nini hasa? Unajua kuna watu ambao najua kuna watu ambao kikiingia kwenye maisha ndoa yanawakata na kuna wengine ambao kwenye maisha ndoa inye ni mazuri kama wewe vile inavyotokea. Siri ni nini hasa? Siri ni kumpata mtu sahihi. Ma, unaweza ukaingia kwenye maisha ya ndoa mtu ambaye sio sahihi kwako, kwa, wewe kwa, lazima ukatae. Yeah. a yeah, ukimpata mtu sahihi lazima akukubali na watu ota watakusifia, umependeza umenoga, kwa sababu uliyempata anastahili kuwa na wewe. Usichague, we mwache Mungu akuchagulie wewe. Piga goti, mwambie Mungu, namwomba mtu sahihi. Akija mtu sahihi nza ngia wna fosi sio mwenyewe inakuwa sio mwenyewe sahihi, ndio maana hivyo. Kwa mtihani mpendane, ndio maana share. Muulizi mtu mmoja, yeah, wala mchungaji. Muulizi mtu mmoja, kama umekubali. Kwa hiyo maisha ndoa, wote mpendane, kila mtu ampende mwenzake, yeah. Yeah. na kwa kipengele kidogo Yaani kivipi kwa mfano? Kwa mfano ungeenda sema bana, itakuwa mwanamke anampende sana mwanaume, ili ndoa idumu. Wapendane wote wawili, sio mwanamke ampende mwanaume au mwanaume ampende mwanamke, wote wawili wapendane. Sasa wewe unampenda mtu, fulani mtu akupendi, toka kuna ndoa hapo. Sasa kile vivyo cha chuki, ndio inakuwa balaa, ndio maana siku zao hazidumu. Lakini ongea, ongea anamfuata mtu kwa ajili ya kitu. Mtu anaolewa kwa sababu ya kitu fulani, pesa, pesa na nini, umeelewa? Kwa hiyo ndoa hiyo haiwezi kudumu. Lakini ukiangalia upendo wa kweli, Allah analeta pesa. Sasa naona pale kuna upendo, Mungu hawezi kubariki sehemu ambayo haina upendo. Yes. Mungu akiona watu wanapendana sana uh -huh. Anawashushia hela, sasa hela zinawakuta nyinyi tayari mna mapenzi. Mimi nikupongeze ah, e. ah, <laughs> pia. Lakini eh, asante, asa asante pili. Sasa umeonyesha mikono wewe tena kwanza? amna bwana, ni kawaida. Unajua ukiweza ni changamoto sana. Eh, ukiweza ni changamoto kubwa. Yaani wana uwezo kukaa kwenye ukiweza kwa kweli? Kwa nini wameamua kukimbia mwanzo? Mambo yao siyajui, kwa sababu yeah. Mimi mume wangu anihadithi mambo yao yeah. Lakini mimi najua tu hiko night niko mwenyewe uh -huh. yeah. nini, Sijampa chochote ndugu yangu, ni yeah. Mpeni ni mahaba, ndo hayo hayo kila wow, siku I I love you alavyo lavyo tu ndo hayo hayo. Ah, pana mapenzi ni kawaida. Unajua mtu wapenzi mtu, mtu ambaye unampata ambaye ni sahihi kwako yeah. na unapendezewa, ambaye anakufanyia yani kila mtu mapenzi, unajua jinsi alivyo. kumpatia tu Eh. Yeah. Yeah. Watu mwanzio wanasema bwana, kiukweli uh, Siwa kwenye mapenzi uko vizuri sana ndio maana ilikuwa watu walimpa muda tu. Baba lazima atubu hapa, yani mwenzio wewe <laughs> <lasi> <apa>. Mchunganishi <laughs> <laughs> kawaida <laughs> walikuwa wanakupa maneno kipindi kile, maana watu walikusema sana. Oh, mke wa si wakaolewa, mke wa pili mwenyewe, niko peke yangu, niko ndani ya mjengo eh. Pengine sasa ni nini ambayo imefanya unadhani mwanamume <laughs> wako ameona sasa bora baki kwako? Sijui alichokiona yeye, maana yeye wote sisi ndio alichooa na akaona baki na mmoja, kwa hiyo mm. Sijui alichokiona lakini, kiukweli ukichagulia, unajisikia ah, hata hey, hey, hey, kuchagua chizi unasikia raha. Kumbuka ukanichagua hey. Yaani hey, hey. Kuchagulia kuzuri na kuto kuchagulia kunaumiza mm. Lakini ndio matokeo hmm. Yeah, ndio maisha. Kuna watu tunapa pole ama tunapa hongera ehe <laughs> <laughs> maana maana inao pambe mm. hii hey, eh tunapa hongera au pole? Ah, sisiu tunajipaongela kwayatakachojisikia yeah. Ni lakini sisi kwetu yeah. Tunajipaongela, tunamshukuru Mungu kwakuwa yeah. na mume wetu uh -huh. Ni mume wangu bora. Yaani yeah. kuna mume na mume wangu bora. Ni mume wangu bora nafula naye ninampenda, ndio kitu kikubwai ota kwakeul sijajua ampngapaijuuwenyewe iwe mwisho na mwanzo Hayo sasa wao wenyewe na mahusiano yao ya zamani yeah. Lakini kwa sasa mimi najua niko na mume wangu tuko nyumbani kwetu. Mimi niko kwenye yeah. mjengo. Ah, namshukuru yeah. um, na Mungu kwa sababu tutatuliza vitu vyetu. Najua mkishakuwa yeah. wawili mnakaa mnapanga maisha yenu vizuri. Mambo mengine yanaendelea. Mjengo wako umekosa kiasi gani sasa? Upi? Mjengo wako. Mjengo upi? Uko nani kwa Kimara? Yeye ndo anajua no, mekogwanajenga mume wangu, mimi ah, nimekuta pasha e, jengwa mimi e, jengwa kule kwa zamani yule mume wangu zamani ndo nilijenga kule, e, kule. Kule. E, kwa hiyo nilipaacha nimekuja huko kitu, mimi nimeacha kila kitu yeah, kwa hiyo Mungu akaniambia, sasa kama ndo kapambana, mnajikuta mnavutana sana, ama kama ni maneno yapoteza muda, si tuna muda mwingi? Nisome script nianze kujua leo hakimu anataka nini, sijui hapa ugombani, si una mwanasheria asuri muda huo, sina my god. Kwa hiyo nimesamea na nimesame, nimesame, Mungu amenisuluhishia riziki kubwa, namshukuru Mungu, namshukuru Allah. Amenisocialize yeah. Kikubwa na nyumba nyingine hiyo hapo mume wangu anayo yeah. Niko ndani ya nyumba sidai kodi yeah. Niko na mume wangu kipenzi tunapendana, nampenda yeah. Ni mwanaume ambaye yeah. Ninampenda sema, sema mume wako mkubwa kwa nini? kusemea nyumba maisha ya usawa huu kweli huu ah, shida vitu vidogo hivyo hivo uwai yeah. Hey, ndio kitu kikubwa lakini nyumba ni vitu vidogo sana ambavyo ukitumia nguvu zako unakipata dakika sifuri tu. wanawake zako naambiaje, kwenye kwenye maana maana kuachana na lazima tugaane zote nusu kwa nusu, uwe mtu umegombana naye. Hmm, naenda naye sijui ndo mahakamani wapi? ukiona haelewi, hmm, nafsi yako ndo kila kitu, muachie kila kitu hmm. Mi nimeacha nyumba magari, nimetafuta upendo wa kweli tu. Kwa hiyo niko na mume wangu, tunapenda kweli, tupata vyote tayari. Nyumba tunayo yeye, yeah. alijenga South South Africa au South Africa, alijenga ndio hiyo, tuko pale. Kwa mwisho wa siku, baadaye tutapata vingine zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Sawa kabisa, nimeona na mwanamke mwenzako na na Nadoli, sijui zile alikuwa anazungumza kwa watu, kana mwambie bana, uh, wewe bana umejengewa nyumba na wanaume sijui na nini, afu natutambia mtandaoni na nini, akasema kwani kudanga shida hivi kwa mwanamke hasa kudanga afu kajengewa nyumba ni sawa. Ah, hii ni hiyo mtazamo wake. Unajua kila mtu kajabulia maisha. Kwa mfano mimi, na maisha nikitoka nyumbani kwangu, mume wangu, naenda location na shoot, napata pesa si ndio? Um, mimi nikitoka zangu kushuti au nikuti ba wacha kuna baa gani, ukikuta baa, niko kwenye usiku mvuje kazi yangu ya. Au nikuti baa, unajua, sasa mimi nalio na jambo lake anashinda bana na atikio mchana nilale, ndio ile siku nimeacho nasinzia, hata watu wananichukua mimi, ukinipeleka baa nashinda kaa nao kwa sababu nasinzia, sio vitu vyangu mimi, sio mtu wa mjini wa hivyo. Sasa basi kila mtu anapangilia ratiba zake za maisha, umeelewa eh? Ukiamua kwamba mimi nitaishi hivi, nitadanga, nitafanikiwa, maisha yako. Sasa hii kufanikiwa kupitia kudanga, ah, hata kama sasa hii ndio kashaamua uje, ndio maana kwa mwanamke mwenzako, ndio maana kaburi imekuwa hili moja, kila mtu akae kwenye kaburi lake sababu mimi ningeweza kuwa na mtu anayedanga, tungeza eh, unaona sasa anapiga mirungu hapa, mimi sasa anaponza. Kwa hiyo kila mtu na kaburi lake, kila mtu atajibu atajibu dhima yake kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kila mtu na hukumu yake. Uwe mdasoro unasikia hapa sasa, unaona watu niko pana mmoja mtu ndio mtu atakayo kasoro napiga lungu lako, utajijua mwenyewe. Hiyo mimi sima. Kwa hiyo mwisho wa siku, yani kila mtu atavuta kutokana na urefu kamba yake. Ile kamba yake ndio itakayomfanya nini? Itakomstili siku ya mwisho. Kioo cha jamii. Eh, Kwa sababu lakini kioo cha jamii msanii. Mimi kioo cha jamii ndio ile sisi kuingilia maisha ya watu. Yaani, wewe umeamua maisha yako udanga, mimi nakwambia usidanga kwa mfano. Unaamini kwenye kudanga? Uende ukaoge, utoke barabarani, ufanikiwe. Mimi nakuzuia vipi? Siwezi kukuzuia. Na mimi na Niliamini kwenye kufanya kazi kwamba nikitoka kazi hii leo nitafanya kazi hii, nitasuti hapa, nitaigiza, nitauza nguo nita mradi tu vurugu mjini, lakini nipate riziki, na mimi nitaandaa show na, na, na kazi nyingi nitafanya. Kwa hiyo sasa mimi naamini kwenye kazi, kwa hiyo mimi huwezi kunipa kwenye kudanga. Mtu ambaye anaamini kwenye kudanga huwezi kumleta kwenye kazi hata siku hii, lazima aamini kwenye kudanga kwake. Kwa hiyo simpangi mtu maisha, jamani, watu waishi wanavyojisikia, ila, ila, ila ni nyota pia, maana nasikia wengine nasema kwamba kudanga bana mpaka ajenge nyumba, nao ni nyota. Ni kweli, inawezekana Yeah, so yes. So yeah. Ila, ya inawezekana sio kila mtu anayedanga lazima ape ujengee nyumba. Hiyo ni nyota yake mwenyewe. Mdangaji huko. Na kwa sababu udangaji sasa sijawahi kuishi kwa hiyo siwezi kueleza sana, ila yapo haya mambo mm. Daktari ndo anamweka pale miaka siku mbili, anakaa pale siku zake mbili tatu, akitoka pale mzima. Hajapumzika. Sasa anafanya sana kazi kwani hela sipati. Au mapenzi? Mapenzi ya vipi?

Sio vizuri kuposti vile pesa japo umepata lakini yeah. Sio vizuri kuonyesha sana ya yeah. Yeah. Umwambie tu watu nashukuru Mungu ameniweka hapa nilipo, maisha yangu alhamdulillah, lakini watakiwa watu kuona nini hasa yeah, kikufikia wapi lakini yeah. Ni mapenzi yake, sinajua wale vijana yeah, sure. Anaona la anasikia la kufanya hivyo, ila havinipendezi sana saini wezake wasingeli wasaidie. Akaamua kusaidia ni kitu kizuri, kwa sababu Mungu anapokupa akupe peke yako yeah, anakupa wewe na watu wanaokuzunguka kwa hiyo sioni kama umepewa kile kama ni peke yako. Aa, mm. Unapewa wewe na watu wanaokuzunguka wote wapate ile sadaka, mm. kwa hiyo kikubwa wewe mm. Sio ya kwako peke yako utumie na wenzio Saka, ndo Allah anachokifanya hicho. Kwa hiyo kama anataka kuwasainisha watu sio kitu kibaya hicho, mm. ni kitu kizuri, natakiwa aseme hivyo. Sasa kwa sasa nataka nisainishe watu, kwa sasa nataka nijenge nyumba yangu, nataka ninunue gari yangu, umeelewa? Mtu akiona tu huyu ana hela, sio mpaka uzonyeshe, ni tumaze la mwisho Dullah. Uh, sasa hivi ana pesa mm. na kuoa mke, kwani kwa sa e, watu wanaoaoa tu imtu tu tukijisikia, unaoa mpaka upate mke mwenyewe, mnakaa mnaendana, ndo unaoa si umri. Anaendea kutafuta umri, sasa utafanyaje kama hujapata babani uliokota lolote eh? kwa hiyo ye, yeye mwenyewe yupo kwenye kutafuta, anapambana akipata mtu ambaye ameelewana wameongea lugha moja, watafunga ndoa, watawala na yule mtalishuhudia. mita dada mtu sana niko lele lele hapa dada, shughuli tena mitalompeta, kama yote sio uswahili, kama wote mtahudhuria nitawalika ndugu zangu. Nilimsikia bwana mzee wetu Clement Mwandambo anasemaje, kuolewa ndoa sita au saba, kisa kutafuta mtu huko nako ni umalaya. Kuolewa ndoa sita au saba au kuoa kama dura. Sasa dura ngapi? si mbili tu jamani, kwa mbili tu eh, mbili tu kwa ndoa tatu, lini kweli. Mbili tu za aina huyu mwanamke mwingine wa kipindi hicho. Sio pendeza bwana wewe. Wewe naye unaikaika wewe. Pendeza Dullah mimi mahusiano yao hajaweka wazi mimi napenda sana hey. Yeah. Yeah. Ah inawezekana hey. Eh, sio mbaya hey. Hata akiwa naye sio mtu mbaya lakini hey. Last mimi napenda kwenye mtu akishamuoa ndo napenda yule. Ile kati ya kati ya, ya zahine, na napendeza. Nani ulimpenda sana? Kwa kwenye kupenda e, mimi nampenda kila mtu ananipenda na kunishimu. Pendeza ananipenda na nishimu, zaya ananipenda na nishimu, na wapenda wote, yani mapenzi yao siwezi kuyagawanya kwa sababu wote wanaupendo, wale watu wanaupendwa kweli, si gizi wanaupendo asa, na wamenionyesha upendo na mimi pia nimeonyesha upendo, kwa hiyo tunapatana. Yani sisi hatuangalii ule kwa wakati gani anaelewana na Dullah au tunaelewana, tuna mapenzi yetu tofauti na wao, kwa hiyo wale wote nawapenda. Binti upande wako hasa, una binti anatamani aingia kwenye mahusiano, hasa aangalie mwanaume ana namna gani, hasa aangalie mwana namna gani, aangalie mwanaume wa aina gani, aangalie mwanaume sahihi ambaye Mungu amemletea mm. Yani, kama hujaingia kwenye mahusiano, pija goti kwa Mungu mm. kama weye ni Muislamu, sujudu naomba mume yeah. Nakwambia hivi, kama kitu ambacho nachokwambia huwezi kukiamini, mume wangu nilimuomba, mm. yeah. Sio, umenielewa? nilimuomba mume wangu, niliweka ubani kwa mwenyezi Mungu nikaweka na dua langu, naomba mume aweje, awe moja mbili, na ndivyo alivyo mume wangu. Yaani nilikuwa napenda mwanaume ambaye atanisupport kwenye kazi zangu, niko naye yaani niko naye bega kwa bega kwenye kazi zangu, ananisupport. hana shida, hana shida, amenipa kile nilichomuomba. Kwa hiyo Mungu ukimwomba, anasikio la kusikia, kwa hiyo atakupa yule ambaye uliyemuomba. Unajua, mwingine mwanaume anaongea sana, mwingine anapenda. Mwanaume akuongea sana yeye, kwa hiyo unachokitaka mwambie Mungu anakuletea. Naambiwa wasanii sasa hivi mnapitia kipindi kigumu sana. Sijui lakini kwa nini na namna ambavyo nyinyi hamkusupport wananchi. Hivi kuna ukweli kwenye hilo? Kivipi? Hivyo lakini tunaona tafuta balaa masuala kwa mwingine anatafutia hatari. Eh. Eh. Ah, bwana sasa? <laughs> <laughs> <laughs> Eh, Kombolela. Ah, Kombolela ni kama, yani kama ndio asubuhi tunaamka yani ndio moto ndio bado sana. Yeah. Yani bado sana yani bado sana yani bado sana, ni nzuri bado utamu kabisa yani bado kitu kikubwa zaidi, mambo mazuri zaidi, vitu hmm, vizuri zaidi tegemeni kufly na kuenjoy, na kuchekelea hmm. Eh, kule nipo kidogo na dokoa dokoa, nipo kidogo lamata, endelee kuniandika andika kote kote, tunatafuta riziki huku, tupo huku, tupo tunatafuta riziki eh, alhamdulillah tunamshukuru Mungu. Umeona basi, namshukuru Mungu. Yani Mungu ndio kila kitu katika kila jambo unamtanguliza yeye, mambo mengine